Mm -hmm. Aja ndo nawashwa leo au kuna mwingine mm -hmm. <laughs> leo bwana nani amefikiwa leo? Tunawapongeza sana wafanyakazi wa saluni mm -hmm. za kike na za kiume natoa mm -hmm. na huduma nzuri sana kwa jamii, tunawaheshimu, tunawapenda, tunatambua mchango wenu. Unajua, mnatusaidia ninyi sana, sana. Mm -hmm. lakini sasa mm -hmm. <laughs> kuna changamoto katika baadhi ya maeneo kuna vile vifaa ambavyo wanavitumia kwa ajili ya kuwahudumia wateja wao. Mm-hmm. Hapana. Mm-mm. Kuna nini? Mm-mm. Yani, kuna vile vifaa, kwa mfano kuna chanuo lile unaona? mm -hmm. Kuna ile miswaki ile pale, kuna taulo hizi wanakufunika mm -hmm. Eh, pengine unasafishwa ni mwanamama yani, au? mm -hmm. <himposurra> ni bitu wasafishwa kichwa, nywele zinasafishwa yani safi kabisa. Lile taulo unalopewa kukufunika, unalokufunika ile taulo, utajuta maisha yako mwako. Chafu ni chafu, uu, uu, uu, uu. Aa, chafu. <himposurra> Chafu. Ni changamoto. Bwana, mimi hazifanyiwi usafi, mm. Hizi taulo, eh, hazifanyi usafi kabisa, kabisa, kabisa. Kwa wanaume zile mashine eh hey, mashine hmm. Zile za kunyolea ndevu pale kuna eh, vidudu wanaviweka pale, brush kubwa, brush ndogo, unakuta nachukua tu kitambaa tambaa na kumuta pa pa, mimi mimi, amemaliza ah ah, nishaidikuta patwa na mba. Asante ay. <laughs> Yani, unazaliwa una maishani mwako huna mba. mm. Sasa ukienda saluni unaondoka nazo, yani unaenda unapata zawadi. Kichwa kinawasha eh, unajiuliza nini, unaenda kunywa mara ya pili, unaona mba mba. Baba anaanza kujishangaa kwamba siogi au unakumbuka saluni fulani. Jamani, kuna sasa hivi baadhi ya saluni, mm. za kike na za kiume, wamekosa wateja kabisa kwa sababu ya uchafu. Hey, sahizi watu wame, wameelimika usafi, wanazungumza sana usafi. Hey, hamfanyi usafi wa vifaa vyenu mm. hamfanyi usafi kabisa. chanuo lina mm -hmm. nywele za kuanzia mwezi Januari mpaka leo bado tunalitumia, eh hey, mm. kuna vile vitana vile wanavitumia kuchania nywele mm -hmm. yaani kutizama nywele, yani kuna mvi mm -hmm. kuna nywele sio za kipilipili mm. kuna nywele nyeusi nte kabisa kuna lasta umomo Yani, kuna e nywele vingi kana nywele nyingi nyingi viko mle hasa, unajiuliza ina maana huyu huyu anayefanya kazi kwenye hii saluni mm-hmm havioni hivi havioni vitu. Au wateja wakilalamika mm. Kuna jua kuna wateja mwingine anasema, alafu anachukulia poa mm-hmm. Na hapa ninarudi kwa wamiliki wa hizo saluni mm-hmm. Nyinyi wamiliki wa saluni huwa mnafuatilia kujua kwamba hawa wafanyakazi wote tuwajiri tumeweka saluni huwa mnafuatilia usafi kwa ajili mm. ya wateja wangu mm-hmm mnafuatilia, mnachukua wajibu gani? Inauma sana mm-hmm. Au unaangalia kuna vile vifaa vimetengenezwa kwa ajili ya kuosha, pengine ni dada au mm-hmm. mkaka mm-hmm. umeinama pale kwenye, sio anahitaji pale unasafishwa pale kwenye kile kibeseni pale mm. kuna namna fulani wanakuwa ametengeneza mm, kichafu, mpaka utando naona mnasema, Mungu wangu. Mm. kwa hiyo unakuta mteja mwingine anatoka nyumbani ameshajiosha mm. Mwenyewe nasema, mimi hapa staki mambo mengi staki shari, kuepusha lawama <laughs> tukapata maneno mazuri hapa studio. Baada ya hapo tunarejea msikilizaji, 93.7 Radio Kwizera FM Kigoma. Mimi askofu Severini Niwemugizi wa jimbo Katoliki la Rulenge Ngara, nina ujenzi wa kanisa kuu la jimbo mjini Ngara. Ninakuomba wewe mwana Rulenge Ngara, au yeyote mwenye mapenzi mema ndani na nje ya jimbo la Rulenge Ngara, uniunge mkono katika kazi hii muhimu sana ya kuijenga nyumba ya Bwana. Ninakuomba uniunge mkono kupitia benki ya NMB akaunti namba 3211 Sifuri, sifuri tatu sita sifuri tano moja jina ujenzi kanisa kuu Rulenge Ngara au benki ya CRDB akaunti namba sifuri moja tano mbili nane nane nne moja hamsini na mbili mia tano ujenzi kanisa kuu Rulenge Ngara au lipa na Mpesa namba tano nane moja moja saba tatu saba tatu sadaka, the Catholic Diocese of Rulenge Ngara. Natanguliza shukurani kwa dhabihu yako na sadaka yako. Nyumba ya Bwana nitaijenga. Asante sana.

Haha! utajisikiaje nikikwambia unaweza kushinda hadi milioni 20 ndani ya sekunde? Ni Toboa Chapchap wa Tanzania, mchezo kutoka Bahati Nasibu ya Taifa unaokuwezesha kufanya maajabu haya. Chagua mchezo wako pendwa kwenye orodha ya michezo mitano ya papo hapo: Kwangua, Zungusha, Mechisha na Pap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 na, ana, ana, ana, mm, mwingine ana chunusi mm -hmm. Eh, eh, sasa mwingine ana vitu vyake vya alivyo navyo, yani anasema mashilingi kama watoto, umeona? Sasa mwisho wa siku unajikuta taulo lile lile lile aliyomsafishia yule, ukienda na wewe ndo hilo hilo. Na naye kuja ni hivyo hivyo. Mwisho wa siku ukiondoka usiku unachukua unaanza kuwashwa. Unaanza kuwashwa mwili mzima. Hivi imefanyaje, nimekuwaje? Kuna taulo bwana nimefunikwa wakati na safishwa na tengenezwa. Kwa jamani kuna madhara kama unaojitokeza mtu anapata anawashawasha anapata maupele, mwisho mm. wa siku nakuja kuwa ni changamoto. Mwenyewe haelewi yanatokea wapi, yanatokea wapi? Kwa eh, jamani mm. Tufike mahala tubadilishe tabia tulizo nazo, jamani mm -hmm. Sisi wafanyakazi wa saluni mm, na wamiliki, fatilieni huko. Je, wafanyakazi tuliowaajiri, kwani kazi inafanyika kikweli kweli au wote ni wale wale hapo? Ndio shida inapoanzia kwa kweli, kwa kweli, unajua tusipozingatia usafi mm -hmm. tunaweza tukaambukizana magonjwa mbalimbali mm -hmm. kabisa kabisa, unajikuta mtu anapata mba ajawae, mm -hmm. kuwa na mambo ya mba ajua hata mm -hmm. anakuwaje, anafanya usafi, anajitahidi na anajizingatia sana kabisa, mm -hmm. mambo ya kuwashwa washwa haya mm -hmm. maupele maupele mambo mm -hmm. ya ukurutu ukurutu, yeye kwake ilikuwa ni historia, lakini amepata wapi? mm huko -hmm. saluni aliko kwenda mm -hmm. kupata huduma. Jamani, tunawakumbusha zingatie ni usafi wa vifaa vyenu, sisi kama wateja tunaomba usafi, usafi. E, na ukiona pengine hiyo mm. sauna uko kwenda kupata huduma, huielewi, jiende na taulo lako e, ili wabaki na uchafu wao na magonjwa yao wabaki nayo wenyewe. Kwenye saluni za wamama kuna yale makofia wao mnavaa hapo tu <laughs> e, pengine <pekiru>, unakausha nywele zako ikakae <laughs> vizuri, kuna vile kwenye masikio pale eh masikio <laughs> e, sipate shida kinavyofanana <laughs> sasa <laughs> Hapana jamani! <laughs> Yaani mpaka huwezi kula chakula unasema, Mungu wangu, hapa kuna shida gani? Mm. kuna tatizo gani limejitokeza? Mm. Kumbe kuna changamoto umepata. hivyo hivyo, vyote hayo maambukizi watu yapatikwa wapi? Mm-hmm. Saluni. Mm. Jamani, saluni za kiume zingatieni usafi, okay. Saluni za kike zingatieni, mm. usafi, tusipoteze wateja mm. kuna wateja wapendi uchafu kabisa. Hapendi kabisa Yaani yuko, mm. mm. yuko smart kutoka nyumbani kwake mpaka nakwenda saluni yuko smart. Saizi watu wanaamua wajinunulie mashine zao kabisa, baada ya kuchoshwa eh, mm, anaenda saluni na mashine yake kabisa, kabisa. Mm. na tunakushukuru sana mjum uh, msikilizaji kwa ujumbe kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Kuna ujumbe wa Igate anatokea Geita Tanzania anasema sababu kuu ni uzembe wa kuto kuzingatia usafi wametaja hapo lakini hapa ujumbe mwingine kupitia nambari ya ujumbe mfupi maandishi, anasema ni sirasi kutokea Herushingo uh, Kasulu Kigoma. Ni kweli yeye ni kinyozi, kama ni usafi wanafanya mara kwa mara ila kuna wateja wanakuja na udongo kichwani. Sasa tufanyeje? Ni riziki tunajua uh, tunafanyeje? udongo kichwani kiaje? Yani mbona sijamuelewa, hata mimi sijamuelewa kabisa. Udongo au anasema vumbi hasa. Uvumbi sio kazi yako, amekuja kumsafisha sana, kulipa hiyo yeah, yeah. E, ni kazi yako msafisha vizuri eh, eh, mm -hmm. Unajua pia kuna mazingira ya Kigoma mm -hmm. Pengine ni kiangazi amesuka nywele yake, lakini anaona hali si shwari na anakwenda kusafisha saluni. Ni kazi yako kazi ya, Anasema mchakato aloohuko vizuri jamani. hata kukabanga wapo eh, ambao wanatabia kusafisha vifaa vyao saluni. Asante sana uh, ujumbe mwingine anasema uh, <laughs> anaitwa Abel Iskania kutokea pale Kibirizi Kazingati anasema watu kama hao wengi na unakuta uh, kinyozi asafishi vifaa vyake unakuta ni tatizo jamani, fanyeni usafi hmm. Unakimbia kwelikweli kweli, tunakukumbusha kucheza loto uh, bahati nasibu ya taifa ambayo inakuwezesha kushinda milioni tatu za uhakika kwa tiketi ya shilingi elfu mbili tu, lakini unaweza ukacheza tamba na namba ambayo inakupa milioni kumi kwa tiketi ya shilingi mia moja tu. Sasa kuna toboa chap chap pia kuna zaidi ya shilingi bilioni mbili za zawadi za papo hapo kwa nguvu mechisha na ushinde, lakini usisahau pia kuna spin for cash, ile ni gurudumu la zawadi lenye thamani ya Tanzania shilingi bilioni mbili 2.7 cha msingi zungu

Ya habari tunakwenda kupumzika kwa muda, baada hapo tutarejea yeah, mm -hmm. kwenye kabrasha, kwa kuchekecha ubongo ndani ya kabrasha. Tunakushukuru msikilizaji, tunakwaga kwa muda, ni Terehema William Rotora, ni Ben asante sana msikilizaji, na endelea kuwa nasi, unasikiliza Mchakato, unasikiliza radio Kwizera FM 93.7, radio Kwizera FM Kigoma Radio Kwizera FM elfu mbili ah, ah, ah, ah, Amua ishirini na tano kismart. Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu, je, nitumie ipi? ah, ni sola eh, sola ni Sunda. Chagua Sunda sola panel na Sunda sola battery. kwa bidhaa original hizo zinakuaje? mm, battery ni battery original na ina moto mwingi sana kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda sola battery ina dumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda sola panel, Sunda sola panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda sola panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu. Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia <laughs> yeah, pia utapata Sunda flat TV.